Kila mtu anayetaka kufanikiwa maishani anapaswa kuanza na uwekezaji wa binafsi. Mara nyingi tunatumia muda mwingi kufikiria kuhusu wengine, lakini ni muhimu kuhakikisha kuwa tunajipa kipaumbele katika maendeleo yetu binafsi. Uwekezaji katika maendeleo binafsi ni mchakato wa maisha, maisha yote ambao unahusisha una kujifunza, kuboresha ujuzi, kudhibiti muda na kuchukua hatua za kuboresha afya ya mwili na akili. Katika makala hii tutajadili njia muhimu ambazo unaweza kuzitumia ili kuwekeza katika maisha yako na kujiandaa kwa mafanikio makubwa. Aina ya kwanza kabisa ya uwekezaji ambaye unapaswa kujiwekezea we mwenyewe ni kujifunza na kukua kila siku. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa mkamilifu vipaji na ujuzi vyote hujifunzwa na kuendelezwa kwa muda. Wazo la ukamilifu ni dhana ya kufikirika, lakini tunaweza kuhakikisha kuwa tunasonga mbele kuelekea maisha bora kwa kujifunza na kukua kila siku. Moja ya funguo kuu za mafanikio ni kujifunza kila siku. Mtu yeyote aliyefanikiwa ataeleza kuwa maendeleo yake yalitokana kujifunza bila kukoma. Thomas Edison mvumbuzi mkubwa katika historia alisema kuwa mafanikio yanatokana na asilimia 99 ya juhudi na asilimia 1 ya msukumo. Hii inaonyesha kuwa msukumo kutokana na kazi tunazofanya sisi wenyewe. Aina ya pili ya uwekezaji unayopaswa kujiwekezea we mwenyewe ni kuboresha ujuzi wako. Moja ya njia bora kabisa za kuwekeza katika maisha yako ni kuboresha ujuzi wako. Hii inajumuisha kujifunza mbinu mpya na kuimarisha ujuzi uliopo. Uwekezaji katika kujifunza si lazima uwe wa gharama kubwa. Unaweza kuwa ni kusoma vitabu kuhusu ujuzi unaotaka kuboresha, kuhudhuria kozi za mtandaoni, kushiriki semina za mafunzo na kujiunga na vikao vya majadiliano kuhusu mada unayoipenda. E, eneo la tatu ambalo unapaswa kuwekeza katika maisha yako ni ujuzi wa kudhibiti muda kwa mafanikio. Usimamizi wa muda ni kipengele muhimu katika maendeleo binafsi, kwa hivyo kuwekeza katika kujifunza mbinu bora za kudhibiti muda kunaweza kuongeza ufanisi na mafanikio yako kwa kiasi kikubwa. Njia mojawapo ya kufanya hivyo ni kuamua kutumia angalau asilimia kumi ya muda na fedha zako katika kujiendeleza binafsi. Hii inaweza kuwa kupitia kusoma, kuhudhuria mafunzo au kufanya mazoezi ya ujuzi wako. Eneo la nne ambalo napaswa kuwekeza ni kutenga muda kwa ajili ya kupitia malengo yako. Katika dunia ya sasa, ni rahisi kupoteza muda kwenye kazi za kila siku na usumbufu wa mitandao ya kijamii. Hata hivyo, ni muhimu kutenga muda maalum kwa ajili ya kufanikisha malengo yako binafsi. Ikiwa unataka kuanzisha biashara, kuandika kitabu au kujifunza ujuzi mpya Hakikisha kuwa umetenga muda wa mara, wa mara kwa mara kufanya hivyo. Hii inaweza kuwa dakika 30 kwa wiki au saa mbili kwa siku ili mradi unajitolea kwa dhati. Eneo la tano unalopaswa kuwekeza ni kuchunguza vipaji na ubunifu wako mpya. Kama unataka kufanya mabadiliko makubwa maishani mwako, ni lazima uwe tayari kutoka nje ya eneo lako la faraja. Ubunifu huja kwa wale wanaothubutu kuvuka mipaka yao na kuchunguza vipaji vyao. Maanake ni kwamba jaribu vitu vipya, inawezekana ukagundua kipaji chako kipya ambacho kitakusaidia katika maisha yako. Jichunguze we mwenyewe kwamba unaweza kufanya nini, chunguza vipaji vyako na uone ni kipaji gani ambacho nahisi kitakusaidia kupiga hatua katika maisha yako. Eneo la sita ambalo unapaswa kuwekeza ni kuhusu afya yako. Afya ni msingi wa mafanikio. Akili na mwili wako vinahitaji kuwa katika hali bora ili uweze kufanikisha ndoto zako. Njia bora za kuhakikisha afya yako ni njema ni moja, lishe bora, kula chakula chenye virutubisho sahihi ili kuboresha afya yako ya kimwili na kiakili. Jambo la pili ni mazoezi ya mwili, jenga tabia ya kufanya mazoezi mara kwa mara hata ikiwa ni kutembea kwa dakika 30 hadi 60 kwa siku. Na jambo la tatu kusoma na kufikiri. Kama mwili unavyohitaji mazoezi, akili pia inahitaji mazoezi ya kiakili kupitia kusoma kufanya, maf kufanya mafumbo na kushiriki katika mjadala yenye tija. Eneo la saba ninalopaswa kuwekeza ni kuwekeza katika mahusiano. mahusiano ya kijamii ni muhimu kwa maendeleo binafsi katika dunia yenye shughuli nyingi, mara nyingi tunapuuza mahusiano yetu kwa kudhani ni mambo ya anasa. Hata hivyo, kuwekeza muda katika marafiki na familia huchangia mafanikio ya muda mrefu. Kuongea na watu wengine, kubadilishana mawazo kunachochea mawazo chanya na huongeza furaha katika maisha. Kwa hivyo, hakikisha unajenga uhusiano mzuri na watu wanaokuzunguka. Sasa baada ya kuwa umeamua kuwekeza katika maisha yako kuhusu wewe mwenyewe, sasa lazima uwe na mpango wa maendeleo. Maanake ni kwamba baada ya kuwa umeamua kuwekeza katika maisha yako, ni muhimu kuwa na mpango wa maendeleo binafsi. Kufuatilia maendeleo yako ni sehemu muhimu ya mafanikio. Unaweza kufanya hivyo kwa kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, kuweka malengo yaliyo wazi na yanayopimika, kuandika maendeleo yako kila siku au kila wiki na kujifunza kutoka kwa changamoto unazokumbana nazo. Sasa napokuwa nikaribia mwisho kabisa wa video hii naomba niongee mambo kadhaa. Ya kwamba mafanikio huanza na uwekezaji wa binafsi, kwa kujifunza, kuboresha ujuzi, kudhibiti muda, kujali afya yako na kujenga mahusiano imara. Kwa kufanya hivyo, unaweza kubadilisha maisha yako na kufanikisha malengo yako. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Je, utawekeza vipi katika maisha yako kuanzia leo ili kuwa mtu bora kesho? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana kwa kufuatilia video hii, usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kujifunza maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.